Katika lesson hii tutaenda kuangalia kuhusiana na URL mapping katika Django. Jina langu Hafidh Muhammad kutoka Soma Taaluma, na tunapoizungumzia URL mapping ni ile kwamba unapotembelea katika website kwenda katika pages fulani, maanake ile ni specific URL ambayo inaku direct wewe kuweza kuaccess kitu fulani. So katika lesson zilizopita tunaweza kuangalia basic function views, tunaweza kuangalia namna kutengeneza project pamoja na app yetu. So katika lesson hii tutakwenda kuangalia exactly namna gani tunaweza tukafanya URL mapping katika upande wa project level, lakini vile vile katika upande wa app level. So tuelekee moja kwa moja katika upande wa project level tuanzie. So nitaweka vizuri. Okay, tuna library system. Kumbuke, hii ndio ilikuwa ni project yetu. So tutakuja moja kwa moja katika urls.py ambapo by default tunapoingia tunakutana na kwamba tunaye URL ya admin. So tukija zetu, kwa mfano, katika nini yetu hii, kama let's say, tutajaribu kui duplicate then tukiingiza hapa slash admin, moja kwa moja unakuta kwamba imefunguka sehemu ya kuweza kulogin katika admin, ambapo huku tutakuja kukuangalia katika lesson za mbele, lakini tunahitaji sasa hivi instead ya kuweza kurenda hii default, tunahitaji kuweza kurenda baadhi ya vitu vingine ama URL nyingine, pengine hapa tukimwambia slash /home slash /about slash /contacts ziweze kurenda, ziweze kuonekana zile pages. So tutafanya vipi? Hivyo ndio kazi yake hii ya masuala hii ya URL mapping, ambapo mwanzo kabisa inabidi tuanze katika upande wa project level, ambapo tayari tumeshaweza ku import Django, Django, URLs then kitu chingine hapa cha kuweza kukiingiza nafikiri itakuwa ni include. Inabidi lazima tuweze kuingiza include okay. Then baada ya kuweza kuingiza include, tunaweza tukaicopy hii path yetu moja kwa moja tukaileta hapa, then instead ya kupeleka katika admin, tukaipa empty ikawa hamna chochote, maanake ikawa ni ni roots. then mwambia moja kwa moja. Okay, sawa. So, baada ya koma unaweza tukamwambia include moja kwa moja, na tuna include kitu gani? Tunakwenda ku include library.urls. It means ya kwamba tunakwenda kuingiza url zote zilikuwa zimo ndani ya library ama ndani ya application ya library. Ziko wapi hizo url ambazo zilikuwa hapo ndani ya library? Inabidi sasa ndo tunaelekea katika upande wa app level. so tutafungua library nayo tutakuja moja kwa moja, hatuna file la urls so, make sure spelling. so katika upande wa tunabidi kama kawaida, tuweze ko import, so itakuwa ni from django.contrib una import. Uh, eh, sorry, hii kwa vile ni urls, so itakuwa ni from django.urls tuna import path, lakini hivi vile from katika, uh, katika same directory, uh, shuke chini from current directory atuliokuwepo tunakwenda ku import views. Okay, baada ya kuweza ku import views, ina maana sasa tunahitaji kuweza ku specify zile url zetu za kuweza kuonekaniwa, so tutamwambia URL, url patterns ni sawasawa, tutaweka list, ndani ya list tuta create path, ndani ya path tutakuwa tuna empty ambayo hii itakuwa ni default then tutamwambia ni views.home. Tayari. And then tunaweza tukaipa na name vile vile, ikawa name yake ni sawasawa na home, kwamba baadaye tutakapohitaji kuweza kuicall kwe hi path, just tunaweza tuka pass home moja kwa moja, then at the end tunaweka koma maybe tunaweza tukaipitisha kabisa na hii ya pili ambapo hii itakuwa ni about Okay, so tutamwambia about slash. Make sure kwamba hujapitisha slash ama forward slash before ya a kwa sababu by default yenyewe inakwenda kuongeza slash. So na hii itakuwa ni views dot instead of home, hii itakuwa ni about, lakini vile vile katika upande wa name nayo vile vile itakuwa ni about. Labda inawezekana uko najiuliza hiyo home imetokezea wapi na about imetokea wapi ama watu wamwambia views dot home tulipomwambia from dot maana yake katika current directory, hapa tulipo hili sehemu yetu, ambayo tulikuwa tuna file letu la urls.py to importie views, kwa maana kuna file la views tunahitaji tuna tuingizie liwe ndani humu, linafanya kazi bila shaka. Masuala haya yote unayafahamu ndani ya Python. So ukija katika views kuna vitu tofauti tofauti, lakini tuna home, tuna na about. Hivi ndivyo ambavyo tumekuja ku specify hapa kwamba katika views home kuna function ya home, ndo niingizie lakini ipe jina la home, lakini vile vile kuna function ya about ndio ambayo tumekuja kuingiza. Kwa hivyo hiyo ndiyo URL patterns katika Django.